Hivi unatambua kwamba topiki ya afya katika nchi za wenzetu kama Marekani kule ni topiki ambayo inasumbua sana. Basi kana mimi leo nitakupeleka step by step, ujue ni jinsi gani ambavyo unaweza kwenda kuanzisha chaneli yako ya YouTube ambayo itaenda kuongelea mambo ya afya na uende ukafaulu katika kipato. Basi bila kupoteza muda, cha kwanza kabisa unaweza ukaangalia akaunti hii. Ni kwamba kitu ambacho inafanya ni kwamba inatengeneza video zake kwa kutumia AI, lakini mwisho wa siku anaenda kutengeneza hizi hizi ambazo unaziona hapa unaona video zake zinaenda viral sana. Sasa leo nitaenda kuelekeza jinsi gani ambavyo utaenda kutengeneza stunning thumbnail kama hizi ili uweze kufikia hapa alipofikia huyo. Cha kwanza kabisa, tutaenda kuingia katika Google Chrome kama kawaida yetu, tutaenda kuingia katika DeepSeek au tunaweza kuingia kwenye ChatGPT moja wapo, and then hapa, na kuja hapa na niambia, Give me kwa kwa give me five healthy video idea that will attract a lot of viewers in USA, and and then then nitaenda nitaenda nitaenda nitaenda kuibonyeza kama kama kama hivi kama hivi. Mara baada ya ya kubonyeza, itaniletea idea hapo and then, kuzisoma vizuri. ya kwanza ya kwanza ya the shocking truth about sugar what is doing to your body. kama mimi kuchukua topic ya kwanza kabisa hapa, kuiambia elaborate this aenda ku paste hapa afu nitaambia elaborate this to be used in AI video. Mwanafani nime copy ni afunika, aenda ku paste afunika, nitaambia elaborate this to be used AI video generator and then mara baada kama hivi, skin ya kwanza, skin ya pili, skin ya tatu, skin ya nne mpaka skin ya mwisho. Kufanya, hapa mimi, mpaka imalize kuandika kila kitu acha mpaka imalize kuandika kila kitu, na ikishamaliza kuandika tutaenda kukopi. Nitakuelekeza the way ambavyo tunaenda kukopi hapa na kupaste. Kama hapa imeshamaliza, nitakuja hapa nitakopi hapa, nitakopi hapa vizuri Nita kabisa na mara baada ya kukopi kama hivi, nitabonyeza copy, nitakuja hapa alafu nitakuja kwenye in video AI hapa. Hii ndio tutaenda yeah, yeah, yeah, kutumia katika niche yetu ya health, na hapa ni kwamba utaenda kuweka prompt yako tu and then itaenda kutengenezea video yenyewe. Basi kitu ambacho kitaenda kufanya hapa, unaweza kubonyeza get android app, no, try on web au kutumia application kama ukiamua, ila mimi nimeamua kwenda kwenye web Kitu ambacho ujui ni kwamba uta, utakuja hapa video p andika first pa And then bonyeza save. Alafu utakuja hapa kwenye nani, utachagua YouTube Short. Hapa nimekuambia uchague Short kwa sababu video nyingi za YouTube nyingi nyingi nyingi za YouTube ambazo unazijua wewe ni kwamba ni zile video ambazo zinaenda viral sana. Yaani kwamba YouTube wenyewe wanaenda kuzipush. Kipiz. Kwa hiyo ukianza akaunti yako ya YouTube jitahidi uanze kuposti shorts and then video ikishafikisha hata subscribe elfu moja basi unaweza kuposti hizo video nyingine ambazo ni ndefu kwao. Utakuja hapa kwenye short and then utatype ya topic hii. Nitakuja hapa nitapesti. Mara baada ya kumaliza kupesti hapa, anakwambia use only stock media. Umeona eh, ukiwa ume nani u, ukiwa umelipia unaweza kutumia hata generate image. Umeona eh, easy, lakini kwa sababu si tunatumia free vision tenda kubonyeza only stock media and then tutakuja mm -hmm, kwenye background music hapa, ngombea make the background music fast and energetic, hivyo vofuna kuja kwenye language, taandika English kama hivi English, yes, and then tutakuja kwenye subtitle. Kwenye subtitle hapa utaenda kuchagua hii add bold subtitle with popping effect hii hapa and then tutakuja kwenye voice actor hapo, utatakiwa tuta... uta uende ukachague hapa, utatakiwa uende ukachague male or female. Mimi nitaenda kuchagua female and then kwenye female hapo, aina ya sauti nitaenda kuchagua American voice, clear American voice, kwa sababu natafuta client ambao yani viewers wangu nataka watoke nchi ya Marekani kama hivi. Kitu ambacho nitaenda kufanya ni kwamba kiangalia hapa, ndo pana ile script yetu yote itaenda kubonyeza huu mshale hapa ko hapa, itaenda kuanalyze video yangu vizuri kabisa, na mara baada ya kuianalyze itaenda kunitengenezea hapo vitu kama hivyo unavyoona, ngoja utuone, akawambia create a fast paced video for YouTube short about nini hizo, kwa baada subiri kwa Sometimes hapa nakwambia title ni the Shocking truth about sugar what it's doing to your body, umeona eh? Kwa kama hapo, unaona, msha kutengenezea hapo title yako utaenda kuikopi na kupesti and then tutasubiria hapo endelee kutengeneza vitu vingine na hapa itakusaidia kufanya voice over na kila kitu. Ikimaliza hapa ni kwamba yani, tutaenda kudownload video na kwenda kuposti kule mjini YouTube. Okay, kwa hiyo ikishamaliza itakuleta sehemu kama hii hapa, ikishamaliza kila kitu kuload itakuleta hapa. Nakwambia hapo stock media, audience ni healthy enthusiast. General public hapa itakuwa ni healthy. Muone audience yetu ni watu wa afya tunataka. Au tuseme general public ila zaidi ni watu wa health. Muone. Lakini look and feel, yani mtu aone na feel kitu gani? Hai generate. Nikiwa hivyo nitaenda kuacha platform ni YouTube short, itaenda kuposti. Tena ubonyeza continue kwa hapa, itaenda ku create video yetu, itayacha for sometimes and then itaenda ku analyze kufanya kila kitu na kufanya voice over, ita create video yetu alafu tutaweza kwenda ku download na kwenda kuiposti pale mjini YouTube Leta kwa kama hivi unavyoona video yetu inazidi ku analyze hapo and then ikimaliza ku analyze skin zote enda kutengeneza video yetu hapo, na tutaweza kwenda kuiplay. Kama unataka ubadilishe baadhi ya skini, utaenda kuzibadilisha, utaweza kutumia AI kwenda kuzibadilisha. Hapa nitaenda kuelekeza kila kitu kama hapa hivi. Unavyoona hapa video yetu iko tayari kwa, ipo tayari kwa ajili ya preview, unaweza kwenda ku preview. Kama usipopenda kipisi ki kimojawapo hapo, utaangalia action ambayo inafanyika katika hicho kipisi and then utaenda ku, uta generate video kwa kutumia AI kama nilivyoelekeza katika video nyingine. Ufuatilia video nyingine hapo, utaona kuna the way ambavyo nimeelekeza jinsi unaweza generate video aina yoyote kwa kutumia AI and then utakuja kuipachika hapo and then boom, itengeneze preview afu tuka play hapo.

Cool guys, kama hivi mnavyoona, basi utaenda kutengeneza video yako kama hivi, na mara baada ya kutengeneza video yako kama hivi, kitu ambacho kitaenda kubaki ni kwamba utaenda kuiposti pale mjini YouTube. Asante na karibu katika next session. Kama bado hujani follow hujasubscribe, basi na kuomba uende kwa subscribe, comment na ushare video hii ili wafikie wengi zaidi.